Ali, naamini upo eh, katika viunga vya Mabibo. Haya mambo ya uchaguzi <coughs> wa TFF tuachie sisi hapa ndani eh, lakini em tupe nini ambacho kinaendelea eh, ligi kuu soka Tanzania bara inahitimishwa hapo kesho. Mashabiki, hali ya hewa iko vipi? Hilo moja. Mbili, tarehe ishirini na tano nakumbuka kuna mechi ya watani wa jadi Jumatano eh, so mbali E, na tatu, tarehe ishirini na tisa kuna CRDB, e, finali kati ya Yanga na Singida. Hivi vitu vyote kabla mwezi huo hujakata, e, tunaweza tukaja moja kwa moja. Haya mambo ya uchaguzi wa TFF tuachie sisi huku, tunajadili sisi wenyewe huku tuweze kuona e, nini ambavyo yapo mambo yanaendaje mtani Eh, Filipo Sipriani hakika, tulikuwa tunafuatilia vizuri kabisa mimi na ndugu yangu Hasani Nasibu, ama unaweza kumwita Hansi eh, tumefika kweli hapa Mabibo sokoni, na kama ulivyosema ya kwamba eh, mambo ya uchaguzi ni waachie wenyewe. Nimesikia hapo ya kwamba unatabiliwa kuwa rais, kugombea urais wa TFF, yani tuwe na rais anaitwa Filipo Sipriani <laughs> ni kuachie we mwenyewe. Yes, Mabibo sokoni, kama unavyoweza kuona harakati ni nyingi, watu wanaendelea na shughuli zao hapa za utafutaji wa riziki. Lakini mbali na kutafuta riziki bado, uh, upatikanaji wa habari uh, unaendelea hapa. Kuna kibanda hapa cha magazeti, kwa hivyo watu wanapata pata hapa habari asubuhi kujua yale ambayo yameandikwa katika vyombo vya habari, haswa magazeti wenyewe. Nasema traditional media hizi uh, hapa magazeti haya hapa, lakini sasa tuna mambo ya online uh, new media. Lakini tuangalie magazeti yanasemaje kidogo tu ambayo Filipo umeyapitia kwa undani kabisa. E, eh, weekend ya lawama kama walivyosema ya kwamba kesho tarehe ishirini na mbili ambapo mechi nane zote kupitia eh, kisimbuzi cha Azam TV zitaweza kuonekana hapo. Eh, lakini ahua mpanzo wapewa dakika e, eh, tisini na msimamo hapo unaonekana e, eh, alama sabini na sita Young Africans, alama sabini na tano Simba Sports, alama sitini ni Azam alama hamsini na sita Singida Black Stars. Alafu huko chini Ken Gold na Kagera Shuka eh, Kagera Sugar ambao tayari wame uh, kwisha shuka. Umeyataja mambo ya uchaguzi yapo hapa kidogo mafaulo TFF yeah. uh, Yanga ya beki Uarabuni. Hizo ni miongoni mwa habari ambazo zipo hapo, huku wananchi wanasema waje kwa adabu. uh, Yanga ya watumia Simba salamu yaahidi ushindi dabi ya Kariakoo ya tamba kupeleka kilio E, tena Juni 25. Hayo mambo umeyataja Filipo Fri, e, Cyprian e, kwa maana ya dabi ya Kariakoo ambayo itapigwa tarehe 25. Na yaani ni mambo ni mengi kweli kweli kama kuna mtu ajalipia kisimbuzi chake, kiukweli eh, anachelewa sana. Eh, tarehe 29 finali ya CRDB Bank Federation Cup ambayo itapigwa kule Amani Zanzibar. Kwa hivyo sasa, tuwasikie wenyewe sasa <laughs> wenye timu zao na ninaona kuna mmoja hapa amevaa jezi ya Yanga e, sijui anamaanisha nini na mkononi e, yes Azam Energy hapa, asubuhi kabisa na ni ya baridi kweli kweli. Hii inasaidia kiasi chake nanichangamsha sana unajua, asubuhi saa hizi sawa. Hebu tuanze kwanza na shabiki wa Simba, yupo shabiki wa Simba hapa? Ngoja tuanze kwanza na shabiki wa Simba alafu kisha tutaenda kwa watu wa Yanga, Yanga si ndio wenyeji katika ile dabi ya Kariakoo. Tuwasikie kwanza Simba Sports. Mambo vipi bwana fresh, unaitwa nani? Naitwa Madega Junior. Uh, kesho mechi zote Uh, mechi itakuwa kumi na ngapi? Mechi zitakuwa nane kwa maana ya timu kumi na sita zote zitakuwa uwanjani Amasi, eh? uh -huh. Lakini Simba Sports yenyewe ipo katika mbio za ubingwa, point moja tu ndio tofauti pale na yeah. Young Africans. Sawa, mechi zilizopita wote mmeshinda tano tano, kwa maana ya wewe na mwenzako pale Young Africans, kuna dalili za kubeba kombe msimu? Ah, dalili ni kubwa sana ndugu mtangazaji, kwamba nikija kuzingatia kwenye timu yangu kwa sasa hivi dalili kubwa sana. asilimia tisini naweza nikasema naweza nikawa bingwa kwa msimu. Hauiogopi hii pointi moja? Hii pointi moja ambayo ndio inawatetemesha ndugu zangu. Yani hii pointi moja ambayo ndio kama wanavyoona sasa hivi changamoto nyingi zinatokea kwamba hatucheze hatucheze kwa ajili ya hii pointi moja. Nina imani kwamba hii ingekuwa utofauti hata pointi 4, pointi 5 kwenye kwenye msimamo wa ligi. Na hisi hata mtani wangu, hizi hizi kelele zote zilizokuwepo nyuma zisingeweza kutokea. Lakini hii pointi moja ndio ile ilofanyisha mpaka sasa hivi kila sehemu unasikia kwamba hatucheze, ila sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mama kasimamia hili jambo tunacheza, na hiki ndio tulichokuwa tunakitaka. Kwa sababu sisi asilimia kubwa mashabiki wa Simba au timu yetu ya Simba asilimia kubwa sana hatutegemeaji sana pointi za mezani, tunapenda sana mchezo uchezo uwanjani kwamba pale mwenye timu bora aweze kuchukua pointi tatu. Tunashukuru kwamba Mwenyezi Mungu, ndugu zetu nao ametusikiliza, kwamba sisi tunahitaji tucheze mp mp mpira uwanjani, tuangalie ambaye aliyokuwa bora aweze kuchukua pointi tatu. Na hii kwamba naomba niwaambie ndugu zangu, kwamba watani zangu, kwamba hii pointi moja ambayo ndio ileta changamoto kubwa mpaka sasa hivi tunaenda tena kucheza na bado sasa hivi hajulikani bingwa na, naambia na ndugu zangu kwamba ubingwa ameweka leani kwa kukubali kuja uwanjani. Ubingwa ameweka leani na wakumbuke Simba linapokuja swala la ubingwa uwanjani bila kuifanyia fitina aina yoyote hajawahi kufeli kwenye engo hiyo, yani Simba hajawahi kuacha kombe uwanjani, yani kwenye kombe uwanjani, ukiacha makandokando yoyote mpira uchezwe, Simba hajawahi kuacha kwenye, kwenye ubingwa kwenye, kitu kama hicho. Ah bwana kweli. Mimi ninachokwambia we fatizia sehemu zote yani kwamba nikikutana na mtani wangu kinapokuja kwamba sio mtani wangu timu yoyote kama umeona juzi ya fainali ya Berkane si ndiyo? Ukiacha fitina ndogo ndogo ambazo zinaweza kufanyika. Mimi na imani lile kombe mimi ningelichukua. Sio naelewa vizuri kwamba ninapokuja swala la u, u, kombe uwanjani mimi na imani asilimia tisini. Mimi nabeba kombe. Kwa hiyo mtani wangu kaliweka rehani kombe ili yani Young Africans lehani, kaweka rehani kombe. Kaweka aliweka rehani kombe. Mimi ninachokwambia <laughs> Haya sawa. Eh, bwana mambo vipi? Safi. Ndio umefika hapa. Eh ndio nimefika Kichuya hapa, mabibu sokoni. Kichuya? Eh. Maana yake ni shabiki wa Simba ama ni vipi? Kindaki ndaki. Au je Tanzania maana kichuya hapo je kitu? Ah, nienda kutafuta tu maisha, sio Kichuya yule. Huyu ni Kichuya wa mabibu sokoni. Achana Kichuya yule. Lakini jina alianza alianza na Kichuya yule.

kwa sababu nina imani kabisa Simba Sports lazima watachukua kombe la NBC msimu huu kwa maandalizi walioyafanya na kikosi kipya walichokileta pale. Wewe uogopi kuhusu Yanga, kuhusu Simba kuchukua kombe la hili? Na ndio labda labda muulize ndugu yako pale kwa jezi kabisa Karimu, ngoja eh bwana, hebu muulize. Sasa nikuulize Karimu, Simba Sports kwa ma, mabadiliko walioyafanya kwenye kikosi chao Watua kina John Boko Adebayo, kina Kennedy Juma, kina Sandirunga. Sasa wameleta damu mpya na ndio maana tumesema ubaya ubwera. The bad is return. Simba Sports. Rudia hiyo. The bad is return. Ubaya ubwera. Ila mnasema ubaya umerudi ila kizalamu sisi tunasema ubwera ndio maana yeah. ya Simba Sports. Sasa muulize ile swali yao. Ah, sitaki kumuuliza, nikamwambia lazima nimwambie kwanza ubaya ubwera. <laughs> Sawa. Karibu bwana umesikia. Uh, zitambu za ndugu zako hapa wa Simba. Sisi tunakuwa, tunakuwa na tunakuona upo peke yako. Sijui kama ndio unaamudu ama ni vipi? Hebu tukusikie sasa. Ah, yani, mimi kwa nini nakwambia Bwana Mufti? Mimi kwa jina naitwa Karim Ngozoma. Unajua kinachonipa faraja na kunipa raha. Yaani mimi mtu wa Yanga naweza nikawa mmoja afu nikakaa na watu wa Simba hata mia. Na nikawazidi. Unajua kwa anawazidi kwenye ngo gani? Mimi nina vitu ambavyo nimevishika. Yaani haya misimu minne nyuma, mitatu nyuma. Hawana chochote cha kukifurahia enelewa vizuri lakini, mimi vitu ambavyo nimevifanya ndani ya miaka hii mitatu, na ndio maana nakuwa na pointi sana, kwa sababu mi nimeshikilia vitu yani vitu vyote wanavyovizungumza, si ubaya umerudi, nishapiga na hilo neno ubaya. Ujue hilo uneno ubaya sio mwaka huu, mwaka jana hilo kwenye mwezi wa saba wa nane, wakati wanazindua Simba Day yao wa jamii, nimepiga wakaja ligi kuu nimepiga, na sasa hivi nakwenda kupiga tena kwenye mshono pale pale, kwamba mimi napiga pale pale, yani napashikilia nilipopashikilia. Kwa sababu gani akoambia hivyo, Bwana Mufti najimwamba fai, mi saa hivi natembea kifua mbele, nishapiga mara nne huyu, yani sasa hivi kwenye ubingwa huu wa NBC chumvi na kachumbali na vidokezo ambavyo vimeongezeka umeelewa vizuri na kwenda kuchukua ubingwa na viongozi wao akiwepo wa jukwaani, nimeshapiga huyo. Marehemu akiwepo Magufuli nishapiga. Mama akiwepo wa uwanjani, sasa nakwenda kupiga na moo akiwepo wa uwanjani. Ni kitu ambacho cha kufarijika kwenye maisha upate nini, Mufti, japokuwa kwa simdharau, kwa sababu nao maji machafu sometimes anazima moto, siwezi kumdharau. Umeelewa vizuri, ila nitajipanga, kwa sababu mimi najua jinsi ya kujipanga. Hebu rudia hiyo nini, maji maji machafu sometimes anazima moto kumenelewa vizuri koo, siwezi kumsalau kupindukia, lazima naende busti zangu. Na ndio maana nimeenda kujificha Pemba, nimeenda kutulia zangu Unguja, namsubilia kesho kutwa nijipigie Dodoma yangu, kesho nirudi zangu Dar es Salaam kama kawaida, nijipigie yaani kwamba Dodoma nayo usitayari, ushachukua yaani pointi tatu zipo tu. Ah, Mufti mtu ambaye mwenye umuhimu apenda alikuwa prison ambao ndio wao na waliamini wakati wanaongoza nne bila. Mimi huko niko bila bila pale juu kimshale, alafu nyinyi Azam wagombanishi, nyinyi mliwafurahisha watu kwa dakika 30, kilichokuja kile kimshari tu Ahmadi Simba anaongoza ligi, wakatamani mechi ziishe pale pale, zikatike zile. Lakini ndio hivyo swala la muda, haina ngoma waje kuelewa hapo kwamba watu walikuwa wanatamani mechi ziishe pale pale ziishe pale pale. Kumbe kwenye vitabu vya Mungu kuna ile inna Allah maswabirina, kila mwenye kusubiri yuko pamoja na Mungu. Baada ya kusubiri dakika 90, anakuta mwamba karudi pale pale, ni waa tu ndugu zangu wajiandae kisaikolojia. Najua viongozi wao hawa wanajumwamba fai, wanaogopa kunyamaza kama viongozi wao, kwa sababu hawa si watu wa maneno, lakini viongozi wao wametulia tuli, ili wakija kupigwa waseme kwamba imesho lilazimishwa kucheza wenyewe akukubaliana kucheza kwa sababu mpaka sasa hivi ndani ya Simba kuna fukuto kubwa, Bwana Mufti, fukuto kubwa. Wanakubaliana ni nani aliyokubali mechi yote tarehe 25? Ngoja tutarudi kwako Karim, turudi kwanza kwa <laughs> hao <laughs> <laughs> jamaa. Hebu Kichuya, hebu sikiliza huyu bwana amezungumza mengi, hebu jaribu, hebu kumjibu. Unajua bwana mwandishi wa habari, nikwambie kitu kimoja, huyu anazungumzia past tense, wakati uliopita. Sasa hivi Simba tupo kwenye past tense, tuko kwenye present continuous Mambo ya Kiingereza? Yes, mambo ya tense eh. Yes, unaturudisha darasani eh, wakati uliopo na unaoendelea. Simba Sports hii sio Simba kina pa Omar Jobe. Simba sio Afred Kobrani, sawa? so, hii sio Simba Baba Sara, hii sio Simba saadogo, hii Simba Jenchaza, wa jenchazawa Crystal Leoni Ateba mbida Simba Elia Mpanzu. Hii ni shida. Jio na, na, na mlikuwa mnasema ya kwamba haiwezekani yani ligi isha bila kukabwa. Ile tarehe kumi na tano wale TFF wangeidhinisha kutugea sisi pointi tatu pale Taifa, mimi ningehuzunika sana. Kwa nini? Ina maana ningekula pilau bila ya nyama. Sasa mimi nataka nile pilau likiwa na nyama, kachumbari, kabichi. Ah, mimi kachumbari, si ndio huyu. Nikwambie bwana Mufti, watu wa Simba nilega, e, utumoda. <laughs> kwa sababu hawa ni watu wa kuishi kwa matumaini. Ukizungumza nao sana, mwisho wa siku, mimi mtu mzima natakuwa nitulie niongee kwa vitendo. Unajua mtu wa Simba sasa hivi alipo, ana kila neno la kuzungumza, kwa sababu anaamini huenda nikabahatika mwaka huu, ila niwaambie kwenye mpira hakuna furku Kwenye mpira ni kujipanga tu. Huyu ametaja wachezaji wengi, lakini wachezaji wao waliokuwepo akina baba Karisari, tuliamba kacheza na Ronaldo. Alinasiri kaja hapa kakutana na mwamba ridi ya ucho katulia. Kulikuwa na Mzamiru, kaja hapa kakutana na ridi ya ucho katulia. Kulikuwa na Taderu Wanga, kaja hapa kakutana na ridi ya ucho katulia. Tunawafunga ngawa jamii wakatuambia, ligi kuu. Huo mjamkaba ateba ateba, kaja kapigika kwenye ligi kuu. Sasa hivi wanakwambia mjamkaba, ili ampanzu swala la muda tu. Kumomba Mungu atujalie uzima na afya, Mufti nechi Jumatano, panapo majaliwa, kuna Alhamisi, Jumaa, Jumamosi, utarudi utakuja kuniambia. Watakwambia kabisa, bwana, hii tulilazimishwa tu kucheza kwa hawa, ni watoto ambao sisi watusumbui. Yani kwa sasa hivi kumkuta mtu wa Simba anazungumza, mwacha aongee kwa sababu hichi ndio kipindi chake, sababu anajua tofauti na kuongea mpaka Jumatano, kunapotokea saa moja kamili, mechi imeisha shughuli yao imekwisha, na mne uwanjani tutabaki peke yetu. Bwana Mufti, sikili hapo hapa, hebu hebu, umemsikia bwana? Yani nimemwelewa hivi kweli, anawatoa jasho mmoja. Nikwambia kitu kimoja, kati ya kitu ambacho kipindi kizuri sana wamekutana, kipindi kibaya sana wamekutana nacho, ndugu zangu, kwamba kipindi hiki cha sasa, nilikuwa nashangaa sana kwamba nilikuwa na, nilikuwa naona kwamba ndugu zetu wa wacheze wa wacheze kwamba nilikuwa naangalia kwamba haiwezekani kumalizika msimu bila elimpanzo kukutana na wa jamaa Sima, nielewa vizuri. Hakuna kipindi kibaya atakachokutana nacho kama kipindi hiki, kwa maana. maanisha vipi? sio Yanga ya Azizi labda. Hii nikuweke nikuweke kitu kimoja, Yanga asilimia kubwa sana jengwa sana Azizi, ili pengo ya Azizi litakalozibwa vibaya. Sisi tulikuwa tukienda uwanjani, asilimia kubwa tunaenda pale kwa tunaenda kusawazisha goli la Azizi. lakini kwa sasa narudia, kwanza mlikuwa mkienda uwanjani, tukienda uwanjani, ukifuatilia rekodi ya Azizi tokea iko Yaseki mpaka iko Yanga huwa tukienda uwanjani asipotoa assist atakuadhibu kwa njia ina yeyote. Sasa huyu mtu kwamba tulikuwa tukienda uwanjani kwamba asilimia kubwa kwa asazisha goli la Azizi, ili ndugu mwandishi uangalie sa upande mwingine ya pa, pa, kutisha pakome ni bordensa. Unajua kuna wachezaji fulani wale waburudishaji dpa mchezaji hatari ni mtu kama Azizi yupo more direct kwenye mpira wake, asilimia kubwa yule mtu yani akikaa kwenye, kwenye, kwenye kumi na nane yako aiza, atakuadhibu kwa faulo, atakuadhibu kwa kona, kwa atakuadhibu kwa njia inayoyote. Sema nielewa vizuri, ndio maana nimekuambia kwamba Yanga wana kipindi kigumu. Sasa tumeiangalia mechi yao juzi dhidi ya Tanzania Prisons. Ulitazama? Nimeiangalia. kwa sababu nini? Ulitazama dakika zote? Nimeitazama dakika zote 90, kwa sababu 90 90 dakika zote 90 mechi dhidi ya Tanzania Prisons yes, kwa sababu, maana yake ni kwamba hujatazama mechi yao? Nimeiangalia zote, maana nani? ya Tanzania ukitoa goli la kwanza la Mudasiri, haya yalobakia yote ni maboko ya ya nani? Ya mpinzani. Ukija kuangalia goli gani ambayo umetengeneza ambayo ukisema kwamba okay, ni move ambayo hakwenda kabisa, kwamba Yanga ametengeneza goli dhidi ya goli, ile la kwanza, mimi nakwambia ndio mwandishi wa habari, kwa kwa sasa hivi Yanga amekutana na kipindi kigumu sana kuliko anavyo, na ndio maana nikwambia kwamba Yanga wameweka ubingwa wa yani, niangalia kikosi chao kwa sasa <laughs> Filipo, simple mimi nafikiri hawa jamaa watatu tunaweza tukazungumza nao hapa hata zaidi ya saa moja wasiweze kumaliza, lakini kipindi chetu najua uh, tuna limitation ya muda. Wacha kwanza nirejeshe matangazo kwako Filipo, kama unaniruhusu niendelee. Mimi naweza nikaendelea, lakini hao hawa jamaa hawamalizi. Ni kweli, hawamalizi, na mechi ni siku ya Jumatano. Ni kweli, hawamalizi, na mechi ni siku ya Jumatano, eh, ya watani wa jadi. Manake wanasema uwezi kumaliza ligi bila, tumesikia hapo kwamba uwezi kula pilau bila, bila nyama nyama bila nyama, yeah, kachumbari juu